ni usikilizaji wa kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Antipas Lissu ambapo kesi hii iliahirishwa kusikilizwa tarehe tatu mwezi wa kumi na moja lakini haikufanikiwa kusikilizwa kwa sababu zinazotajwa kuwa ni kiusalama. Sasa itajua kwamba leo upande wa, wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Leo tumefika hapa mahakama kuu ili kuweza kusikiliza kesi hii lakini mtuhumiwa um, hajaweza kufika mahakamani kwa kile kinachotajwa na jopo la mawakili wa serikali kwamba sababu za kiusalama. Lakini siku ya leo kwa bahati mbaya e, mshtakiwa, ndugu mwenyekiti wa chama, ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka ume, umedai kwamba kwa sababu za kiusalama e, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani, nadhani nchi yetu yetu wa Dar es Salaam uko salama. Watu wote wameweza kusafiri, mabasi yanafanya kazi, lakini upande wa mashtaka kwao wamesema kwamba wanaomba kwamba e, amba kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mahakamani. Kwa hiyo hakuwepo mahakamani, mawakili wa serikali waliomba kuahirishwa kwa shauri hilo kwa siku kumi na nne ili waweze kujipanga vizuri kuja kuendelea na shughuli za kesi hii, lakini jopo la majaji watatu wameahirisha kesi hii kwa siku mbili, ambapo ni leo kesho na siku ya Jumatano shauri hili ndio litasikilizwa. Hiyo kwa sababu hiyo airisho la wiki mbili, kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa mwezi wa 11 ukiongeza wiki mbili maana yake ni siku kumi na nne, ingekuwa tunazungumzia tarehe ishirini na nne au ishirini na tano ya mwezi, mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu ya Jindunguru, Kionde na Karema, waka baada ya ku, ku, kuchakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliana upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili, yani ya leo na, na, na kesho, na kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antipas Mgwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee. Na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumwita mahakamani itolewe na, na, na, aje, na upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake mawakili wa serikali wametaja kuahirishwa kwa shauri hili au kuomba kuahirishwa kwa shauri hili kwa sababu walizozitaja kuwa ni za kiusalama, kwani mashahidi ambao walikuwa wanasafiri kutoka mkoa wa Songea na Iringa wameshindwa kufika katika mkoa wa Dar es Salaam kwa sababu ambazo wanazitaja kuwa ni sababu za kiusalama. Na baada ya hapo, upande wa mashtaka ukaomba kwamba, ukaeleza, ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea sijui wengine wanatokea Iringa wanatakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama, au mashahidi wa kuweza kuletwa kuweza kutoka kusafiri kuja kuja Dar es Salaam eh, kwenye kesi, kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri, kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Je, watu wengi wanajiuliza inakuwaje mkoa wa Dar es Salaam unatajwa kuwa haujatengamaa usalama na hali ya kuwa shughuli bado zinaendelea? Kusema basi imetoa siku mbili ambazo ni kwamba wale mashahidi wa serikali kwanza, hivi sasa huko kokote waliko, basi wao waje, na tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kufichwa. Hata usalama una, wao una, una, una, unatarishwa vipi?